Nam, karibu tena mtazamaji. Wenyewe husema kazi ni kazi, bora pesa, faida na uwezo wa kununua bidhaa. Hii ndio pia ndiyo kauli ya chura wa Wajir ambao kazi yao ni kusafisha vyoo vya ndoo katika kaunti hiyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Agnes Olo Kachola. Wito wao ni mmoja tu, wanataka waheshimiwe kwani huduma yao ni muhimu mno. Kaunti ya Wajir, mchana mambo shwari. Jua linapotua na kupisha giza, kibarua kigumu kinaanza kwa wafanyikazi wa manisipaa ya Wajir wanaosafisha vyoo. Visivyo vya kawaida ni vyoo vya ndoo zilizotumika mchana kutwa na hutolewa kwa ustaarabu maalum. Abdi Abdilahi ameendesha lori hili kwa miaka tatu sasa, na kama wenzake ameshuhudia dharau kutoka kwa wenyeji. Wanao wahudumia. Tunakutana barabara, wanatoroka. Hiyo kitu inatoa hurufu, wanachukua mawe wanatupa na hawajali igonge nani. Hiyo mawe kuna wafanyakazi wa nyuma wanakaa, mimi ndio driver nakae mbele. Kuna mara hata nimepikwa hapa juu, hiyo kitu inanuka. kwa nini umebitisha? Yaani watu tunahudumia, hiyo chafu yao ndio tunatoa, bado wanatupiga mawe. Dharau ambayo inawaandama licha ya ugumu ya kibarua ambacho lazima kifanyike. Kazi tunaanzanga saa moja na nusu, wanaenda kuokota na trakta inatoka hapa saa mbili na nusu, ndio baada kwa trakta inaenda kumagwa kwa dump site umelekea kama saa sita na nusu usiku. So we cover almost seven lines in a week about like 2000 packets in a week. Huku wenyeji wakistiriwa, wafanyikazi hawa wanapouzwa na jamii Mwanamume huyu amefanya kazi hii kwa miaka kumi na tano sasa, na ameshuhudia wageni mbalimbali wakizuru kujionea kazi hii inavyofanywa na, na kuahidiwa mabadiliko ambayo yangali kutimia. Unachukua picha unapiga mavi vita unapiga tinga ma yunifomu unachukua hiyo picha, hakuna mabadiliko okay. Unangoja Mungu. Hata wezi tongeza ujua tu wewe una Una pay, unafanya hiyo uh, hakuna uh, mtu anaongelesha wewe hata, ukujirembesha namna gani? hata ufai suti gani naewe, wale, wale wanafanya, naewe, wanapata shida most people look down on them even in socialization. Mimi nina watoto, alhamdulillah niko na bibi yangu mm. Bibi yangu anang'aa vile wanawake wengine packets. Eh, changamoto ni nyingi kwa idara hii ambayo inanuia kuweka viwango vya usafi mjini. Pia wafanyikazi ni wachache kwani hakuna anayetaka kufanya kazi hii if you apply today application that we there is an opening there's very few guys who will apply for the job this tool is very toxic and we have cases where imeingia kwa macho na mefanya awa mmoja amekuwa blind blind totally blind but now he is retired because of stoning also there's guys who have had a brain brain problem mawe ilengukia hapa They are heroes that are not recognized. ize uh, they put their health at risk. They work in an environment that is not befitting. Matumizi ya vyoo vya ndoo yametokana na kuwa vyoo vilivyochimbwa Wajir vinahofiwa kuwa kiwango kimoja na panapopatikana maji, hivyo, hofu ya kuchanganyika kwa kinyesi na maji ikibuni matumizi ya ndoo ili kuokoa maisha ya wenyeji What is the the intention of the Department county government of Wajir is to ensure the community, the residents of Wajir are healthy the only way that you can ensure this is to ensure that we have sanitary services that are suitable within the the cultures available within the society likewise to ensure we have free adequate quality and quantity in terms of water we got a support from the World Bank lakini hadi miundo misingi thabiti itakapowekwa, wanaume hawa wataendelea kustahimili mazingira magumu, ili kama mashujaa kuendelea kuokoa jamii ya Wajir. Agnes Oloka, Chola Runinga yo Citizen.